Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa, atambue thamani ya wazazi wako, kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili, mke unayemuoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu una haki za Mola wako. Anatakiwa awe mstari wa mbele kukuimiza juu ya kutekeleza haki za Mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali. Upo wakati shetani atakupitia utakuwa mvivu, yeye anatakiwa asimame kidete, kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe umeswali. Yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kila utakachokisimamia utakachokikusanya kuna haki ya wa, ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu, yale mafungu manane ya watu wanaopewa zaka. Yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu, anafikiria kujenga kwenye familia yao, anakusudia na anafikiria kuwasaidia ndugu zake, anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako mbele ya Mwenyezi Mungu.